Kwa kipindi cha takriban miezi tisa ama kumi tumekuwa tukitekeleza maelekezo ya mheshimiwa rais dr Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha tunafufua viwanda ambavyo vipo hapa Tanga. Nyeye mnafahamu mheshimiwa rais alifanya ziara hapa Tanga na alitoa maelekezo mahususi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuiboresha Tanga kwa kurudisha ile Tanga ya viwanda ambayo ilikuwepo huko nyuma, na sisi kwa kushirikiana na serikali ya mkoa tumefanya hii kazi tulikutana, tuliweka target ya viwanda kumi na nane vya mwanzo, tukakutana na wahusika tukaongea nao na tukajadiliana nao ni kwa namna gani tunaweza tukaanza zoezi la kufufua viwanda hivi A, viwanda hivi vilikuwa viko vya aina mbili, vile ambavyo vilibinafsishwa na serikali na viwanda vya watu binafsi, na changamoto za viwanda hizi zilikuwa zipo mbali mbali za ujumla na changamoto mahususi kwenye kila kiwanda. Lakini tunamshukuru sana Mungu, ametusaidia ile kazi imeanza kuzaa matunda. Nyiye ni mashahidi leo tumetembea hapa Tanga, hiki ni kiwanda cha tatu hapa. Tupo kwenye kiwanda cha African Harmony, kiwanda ambacho kilikuwa kimekufa kabisa. Tunawashukuru hawa wenzetu kwa jitihada za wizara, jitihada za uh, ofisi ya mkuu wa mkoa na mwekezaji wa hapa. Kiwanda hiki nyie ni mashahidi kinafanya kazi na nyiye mmeona wameajiri takriban vijana 218 hapa kwa ajira ya kudumu. Kwa hiyo tumetoka pia kwenye kiwanda cha kwanza kile cha nondo cha Rolling Steel ambacho pale pia tumeona mwekezaji ameanza kwa zoezi la majaribio la kuzalisha nondo na ametuhakikishia ndani ya miezi hii mitatu atakuwa na speed up kwenda kwenye production karibia ya tani 30 mpaka 40. Lakini, lakini vile vilevile tukaenda kwenye kiwanda cha tatu cha Ply and Panel ambacho chenyewe kinazalisha hizi uh, plywood na marine boards pale na ametuambi na tumeona amefanya ukarabati mkubwa wa kiwanda, kwa kule juu kiwanda kilikuwa wazi, ameshaweka mapaa yote, lakini amenunua mashine nne mpya, lakini vilevile anaendelea kufanya ukarabati pale, ili kuona ni kwa namna gani anaanza kufanya production na ameshafikia takriban asilimia sitini. Yale maelekezo ya mheshimiwa Rais, sisi tumeyafanyia kazi na viwanda ikiwemo hiki hapa kimeanza kufanyia kazi. Hivi ni viwanda vitatu, lakini tuna viwanda vingine vingine vitano na vyenyewe vipo katika hatua mbalimbali. Tageti yetu sisi ni kuhakikisha hivi viwanda kumi na nane tunavisukuma ili viweze kurudi kwenye uzalishaji na bidhaa ziweze kuingia sokoni kwa hapa ndani ya nchi yetu, lakini vile ya nje ya nchi yetu. Sisi kama wizara kazi yetu kubwa ni kuwapa ushirikiano mkubwa hawa wawekezaji tumekaa nao na tumewahakikishia tutaweka mtu maalum kwa sababu tayari tuna kitengo lakini tumekubaliana, atakwepo mtu dedicated ambaye atawasaidia kwenye kila jambo kuhakikisha hivi viwanda kumi na nane tunaona matokeo yake. Mheshimiwa Rais wetu alivyoto alivyokuja kwenye ziara mkoani kwetu, kilio cha Wanatanga kilikuwa ni ombi la viwanda vilivyokufa viweze kufufuliwa. Kwa hivyo baada ya kuwasilisha ombi lile na kilio hicho Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo. Na katika maelekezo hayo ndio hayo ambayo Mheshimiwa Waziri waziri wa viwanda pamoja na na timu nzima ya kisekta kuja kuhakikisha viwanda vinafufuka. Huu ndio utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na kwa hakika ni, ni, ni credit kubwa kwetu sote kwa Mheshimiwa Rais, kwa wizara lakini kwa mkoa Mtakumbuka kabisa sisi kilio chetu kilikuwa ni viwanda. Kilio chetu kilikuwa magofu katikati ya mji, leo hii tumekwenda tumeona magofu sasa yameanza kuwa viwanda, tumeona nondo inazalishwa. Tumeomba tu sasa wapake rangi na majengo huko nje ili ile dhana ya gofu iondokane midomoni mwa watu, wajua kwamba kuna vitu vina, vikubwa vina, vinaendelea kule ndani. Tutahakikisha kwamba tunafuatilia majaribio, tuone kwamba hayakwami yanaenda kwenye uzalishaji mkubwa ajira zinaongezeka kwa vijana wetu, lakini kufungua pia na viwanda vipya vingine. Tunayo sera ya kuwa na viwanda vipya kila wilaya, kila mkoa. Kwa hivyo pia tuta, tutaweka msisitizo mkubwa ili viwanda hivi vipya vinavyokuja na vile vya zamani vyote viendelee kufanya kazi kubwa, ile picha ya Tanga ya viwanda iweze ikarejea mbio. Wananchi wa Tanga, fursa ndo zinakuja, viwanda vinafufuka. Wito wangu kwenu tuzichangamkie hizi fursa katika kupata ajira, tuzichangamkie hizi fursa katika kupata bidhaa na kuziuza na kuongeza vipato na mitaji yetu katika maeneo yetu mbalimbali. Wito wangu kwa wafanyabiashara wote ambao wanamiliki viwanda na viwanda hivyo ambavyo sasa hivi vimesinzia, vijaamka, fursa bado ipo. Mwoneni mkuu wa mkoa, mwoneni mbunge, mkae, tupeane ushauri, tuelekezane namna tutakavyokwenda. Kuna kamati nzima ndani ya mkoa wa Tanga kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa inayotoa ushauri na namna yote ile, kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara kuhakikisha viwanda vinarudi ili kutimiza malengo pamoja na ndoto kubwa aliyokuwa nao Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuiona Tanga ya viwanda.